Habari marafiki, leo tuzungumzie kuhusu kuteguka kwa nyonga baada ya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Kama umefanyiwa upasuaji wa kubadilisha nyonga na unajiuliza ni asilimia ngapi ya kuteguka, hebu tuzungumzie leo. Kulingana na rejista ya kitaifa, uwezekano wa nyonga kuteguka ndani ya mwaka wa kwanza ni karibu asilimia mbili hadi tatu. Tunapozungumzia mambo yanayoongeza uwezekano wa kuteguka, kimsingi ni kama ni upasuaji wa marekebisho. Marekebisho kwa maana kwamba upasuaji wako umefanywa mara mbili. Pia tunapofanya njia ya mbele moja kwa moja, uwezekano wa kuteguka ni mdogo. Hata hivyo, tukifanya njia ya nyuma na kifuko hakijarekebishwa vizuri, basi pia uwezekano wa kuteguka huongezeka ikiwa tunatumia njia ya nyuma. Pia tunapozungumzia mambo mengine yanayohusiana na vipandikizi, kutumia kikombe cha uhamaji mara mbili hupunguza uwezekano wa kuteguka kwa muda mrefu. Pia kama umefanyiwa upasuaji wa uti wa mgongo hapo awali na kiungo chako cha uti wa mgongo na nyonga kimeungana kabisa, yaani uti wa mgongo uliunganishwa kabla ya upasuaji wa kubadilisha nyonga kufanywa, basi pia uwezekano wa kuteguka huongezeka. Hii inajulikana kama ugonjwa wa nyonga na uti wa mgongo. Tunapozungumzia mambo yanayohusiana na mgonjwa, kuna mambo machache yanayohusiana na mgonjwa ambayo yanaweza kuongeza uwezekano wa kuteguka baada ya upasuaji. Haya ni pamoja na umri mkubwa, magonjwa ya neva, baridi ya visi au kama mgonjwa ana uzito mkubwa sana au kama kuna osteoporosis au kama kuna upungufu wa misuli ya abductor. Upungufu wa abdukta unamaanisha misuli inayotoa nguvu kwa mguu kutoa mguu nje. Hiyo inajulikana kama abdukta. Tayari tumezungumzia kuhusu njia ya nyuma. Ikiwa hatuhifadhi kifuko cha nyuma au misuli ya nje ya kuzungusha, hiyo pia husababisha kuongezeka kwa uwezekano wa kuteguka. Tunapozungumzia uwekaji wa vipengele, Uwekaji wa vipengele kimsingi unamaanisha ikiwa vipandikizi vilivyowekwa mwilini mwako vimewekwa vibaya. Hiyo pia inaweza kuathiri au kuongeza kiwango cha kuteguka kwa nyonga baada ya upasuaji. Kama vile kuwekwa vibaya kwa kikombe au shina kunaweza kuongeza uwezekano wa kuteguka. Msuguano, yaani kizuizi cha harakati kutokana na vipandikizi au mfupa au vipandikizi vikisuguana wakati wa harakati. Hii inajulikana kama msuguano. Ikiwa hilo linatokea, linaweza pia kuongeza uwezekano wa kuteguka. Pia tunapozungumzia vipengele, ukubwa wa kichwa pia ni muhimu ikiwa unataka kupunguza kuteguka. Ukubwa mkubwa wa kichwa kama vile kati ya 36 hadi 40 hupunguza hatari kwa sababu umbali wa kuruka huongezeka. Pia vipandikizi vya uhamaji mara mbili hupunguza hatari ya kuteguka. Ikiwa tunafanya marekebisho au tunatumia laini zilizozuiliwa, basi pia matokeo huwa bora. Kwa hivyo ikiwa unapanga upasuaji wa kubadilisha nyonga, usijali, chagua tu daktari yeyote ambaye amekuwa akifanya upasuaji wa kubadilisha nyonga mara kwa mara na kama anafanya kazi nzuri, kama anaweka vipandikizi katika nafasi sahihi, kama njia sahihi inatumiwa, kama tishu laini zimefunikwa au kurekebishwa vizuri na pia hakuna historia ya awali ya upasuaji wa uti wa mgongo au kama misuli yako inafanya kazi vizuri, hakuna ugonjwa wa abductor, usijali, upasuaji wako utafanikiwa. Kwa ujumla uwezekano wa nyonga kuteguka baada ya upasuaji wa kubadilisha nyonga ni mdogo sana, chini ya asilimia tatu, ndivyo fasihi inavyotuambia. Lakini ili kufanya upasuaji ufanikiwe kuna mambo machache yanayohusiana na mgonjwa, kuna mambo machache yanayohusiana na daktari. Kwa hivyo kwa pamoja ikiwa mgonjwa pia atachukua tahadhari, ikiwa daktari pia atakuwa makini wakati wa upasuaji, basi utakuwa na maisha yasiyo na msongo na yasiyo na kuteguka baadaye. Asante.